Karibu tena bwana, kuna hii hapa video ambayo imeweza kuwashangaza watu wengi sana, kitendo ambacho amekifanya mke wa Jux Priscilla, kuweza kutupa chakula ambacho alimlisha mume wake huyo Jux na kuweza kukiweka pembeni, kuonyesha kama vile kinyaa, kwamba atake kula na yeye hicho chakula ambacho amemlisha e, mume wake huyo Jux. Video hii imeweza kutrend sana katika mitandao ya kijamii baada tu ya Priscilla kuweza kuonyesha kinyaa eh, e, kuto kutaka kula chakula hicho ambacho kilikuwa ni kipande cha ndizi alichomlisha mume wake huyo Juksi na kuweza kukitupa pembeni kukiweka. Eh, kuonyesha kabisa kwamba hapa hakuna mapenzi ya dhati na Priscilla tayari ameanza kubadilika. Mm, na sijui kwa nini Juksi aliamua kuweza kwenda koa nje ya nchi huko Nigeria, hakuona wanawake wetu wa hapa Tanzania? Mm, haya ndio ambayo kwa sasa yanaendelea kujitokeza katika familia ya Jux Priscilla, kuendelea kufichua makucha yake, kuonyesha kabisa kwamba e, ndoa hii haitafika mbali. Video hii imeweza e, kuzua gumzo sana katika mitandao ya kijamii, baada ya Priscilla kuonekana akiwa hana ushirikiano mzuri kwa mume wake huyo Jux kuweza kuonyesha kama vile mm, anachokifanya akipo katika moyo wake, yani kama vile anajilazimisha kula chakula pamoja na mume wake huyo Jux. Video hii imeweza kuzua mijadala mbalimbali mm, katika mitandao ya kijamii Jux kutokupata ushirikiano wa kutosha kwa mke wake huyo Priscilla, na inasemekana kwamba wenda Priscilla e, kwa sasa tayari ameanza kuyafichua makucha yake mwanzo aliyaficha, sasa ameanza kuyaonyesha makucha, tabia yake mm, ya kutokutaka kuonyesha mapenzi ya dhati kabisa kwa mume wake huyo Jux. Kumbuke kwamba ndoa hii haina hata miezi sita tangu walipofunga ndoa, na ndoa hii ilifanyikia hapa Tanzania. Priscilla aliolewa eh, ndoa eh, ya Kiislamu, na baadaye tena Jux akafunga safari, ndugu zake pamoja na marafiki wa karibu wakaelekea huko nchini Nigeria katika jiji la Lagos kwenda e, kumwoa tena Priscilla. Yaani, ndoa hii ilifanyika mara mbili, ilifanyikia hapa Tanzania na baadaye Juksi akaenda huko e, kwa kina Priscilla Nigeria, kwenda e, kufunga tena ndoa e, sasa jambo hili la Priscilla yeye kuweza kuonekana katika video hii akiwa anatupa chakula e, kipande cha ndizi ambacho alimlisha mume wake huyo Juksi na kukiweka pembeni, kwa sababu mashabiki walitegemea kwamba baada ya Priscilla kuweza kumlisha Juksi hicho kipande cha ndizi, basi na yeye kutokana na upendo dhati angekila na yeye, lakini aliweka kama vile anakitupa chini, kukiweka pembeni hivi. E, kuonyesha kama vile kinyia kwamba hataki kula chakula hicho ambacho Jux amekila, na video hii kuweza kuzua mijadala mbalimbali, gumzo katika mitandao ya kijamii e, mashabiki kudai kwamba Priscilla tayari ameanza e, kubadilika baada tu ya kuweza kuolewa na Jux tayari ameanza kufichua makucha yake kuonyesha kwamba uh, jinsi gani alivyo kutokana na video hiyo ambayo iliweza kutrendi sana katika mitandao ya kijamii. Jux amefunga ndoa na Priscilla eh, raia huyu kutokea huko nchini Nigeria. E, ni ushawishi wa mama yake huyu na Juksi ambaye alikuwa hataki mwane huyo Juksi kuweza kuoa mwanamke kutokea hapa Tanzania e, na huo ni ushawishi mkubwa ambao Juksi aliupata kutoka kwa mama yake huyu mzazi e, kuweza e, kumforce mwanaye kwenda kuoa huko Nigeria na kuamua kuweza kumleta mwanamke huyo kinigeria hapa Tanzania kuja kumtambulisha na kufanikisha jambo zima la ndoa sasa. Familia ya Jux inaanza kujionea yenyewe kinagobaga, e, mwanamke ambaye walimchagulia ndugu yao huyo Jux kwamba muoe, sasa ameanza kufichua makucha yake, ameanza kuonyesha tabia yake e, kwamba ndoa hii iko matatani kuweza e, kuvunjika kutokana na jinsi Priscilla kwa sasa anavyojiona anavyojiweka yeye pamoja na mume wake huyo Jux. Yaani mapenzi ya mwanzoni yameweza kubadilika e, kwa sasa Priscilla haonyeshi upendo wa dhati kama ilivyokuwa mwanzoni e, baada tu ya kuweza kushea video hiyo wakiwa wanakula chakula kwa pamoja, na huku Priscilla kuweza kuonyesha kwamba hajapendezwa na kitendo hicho cha kuweza E, kumlisha Jux na kutaka kula hicho kipande cha ndizi ambacho Jux alikibakisha. Hata Jux mwenyewe alijua kwamba Priscilla atakila, lakini alishuhudia kwamba Priscilla amekitupa pembeni na kuchukua chakula kingine e, katika sahani hiyo ambayo walikuwa wameweka chakula e, Jux kuweza kustaajabu kule kweli, na mashabiki kuweza kumlaumu sana e, Priscilla kwa tabia ambayo ameweza kuionyesha, sio tabia nzuri. Yes, bwana asante sana. Haya ni machache ambayo tumeweza kukujuza kuhusiana na habari kubwa ya video ya Priscilla pamoja na mume wake huyo Jux kuweza kutrendi baada ya Priscilla kuonyesha eh, tabia hiyo ambayo haikupendezwa na mashabiki ya kuweza E, kuonyesha kama vile kinyia baada ya kuweza kumlisha Jux chakula na chakula hicho kuweza kukiweka pembeni. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto. Ni sisi Bongo Mpya Tv, tuko hapa kila siku. Hakikisha unabonyeza alama yako ya neno subscribe ili kuendelea kupata habari zetu. Asante.